Harakati za Mwikenda zinakuletea mkuu wa mkoa wa Kagera Hajati Fatuma Mwasa akianza kuelezea baadhi ya tabia za kabila la Wahaya alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari katika Idara ya Habari MAELEZO jijini Dodoma leo kuhusu mafanikio lukuki yaliyofanywa mkoani humo na Serikali ya Awamu ya Sita inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Sana sana sana, sana, sana. <laughs> <laughs> <laughs> Yani, <laughs> <laughs> utatoaka kitu ukienda kijiji, sasa hizo wanasema jawadi, hakunaga ya yale mambo ya kumpa mkuu wa mkoa zawari. Kagera ukienda hautarudi bila mkungu wa ndizi. Wananchi wanakupa tu kiroho nzuri eh, na hawakupi dagaa. Mi napenda dagaa, nikiwambia naomba dagaa wanasema mkubwa, na usitutia hivyo mambo gani tena ya dagaa? Wahaya walagi daga <laughs> Sasa kuna kitu kingine, watu wengi wanatubrandi vibaya, wanasema eti sisi tunajisikia wahaya tunajidai. Mimi naomba nifafanue, ndugu waandishi, na mnisaidie kufafanua. Sisi hatujidai, sisi tunapenda kujipambanua, kujitofautisha na wengine ambao mambo yao hawayafanyi vizuri. Sisi tunaofanya vizuri tunajipambanua kujionyesha kwamba tuko tofauti na wengine. Ndio maana mashamba yetu yako tofauti, mavazi yetu yako tofauti, afya zetu ziko tofauti <coughs> <coughs> na elimu zetu ziko tofauti <coughs> kwa hiyo karibuni sana <coughs> Kagera. Nitumie fursa hii kuwakaribisha sana <coughs> wawekezaji, karibuni sana wawekezaji. Kagera ni mahali ambapo ukifika toto tamani kutoka. Seriously, kwa investors, ndio ndio eneo tuna, tuna, tuna promote sana biashara within Afrika Mashariki, biashara ya Afrika Mashariki, kuuza na kununua. Kwa hiyo ukija kuwekeza Kagera umetega. Bado tuna maeneo katika ujenzi wa mahoteli, tuna maeneo katika vizimba, uvuvi wa vizimba, tuna maeneo katika ufugaji wa kisasa wa ng'ombe, ranchi au kuweka machinjio tuna maeneo katika kilimo ama kulima au kuprocess kahawa kuchakata, kwa sababu hatuko tayari kuuza kahawa ghafi. Na kama ambavyo mnafahamu, bei ya kahawa imepanda kutoka shilingi elfu moja mia mbili kwa kilo mpaka shilingi elfu tano kwa kilo. Mheshimiwa Rais ameipandisha sana. Lakini kuna fursa hizo za meli, kuna fursa za barabara, kuna fursa za uwanja mkubwa wa ndege unaokuja. Unasubiri nini? Kuja kuwekeza Kagera, mahali ambapo ukitumbukiza fedha yako utajuti, itazaa na utanufaika. Nisimalize dakika za kuuliza maswali, lakini niseme nawashukuru sana kwa kunisikiliza, karibuni sana Kagera. Na hapa ni mkurugenzi msaidizi wa Idara ya Habari MAELEZO, Rodney Thadeus akihitimisha mkutano huo kwa kutoa pongezi kwa RC Mwassa na wananchi wa mkoa huo kufanikisha maendeleo mkoani Kagera. Kwa maana tangu tupate uhuru, sasa hivi kuna mambo makubwa yamefanyika katika mkoa wa Kagera, lakini yote tunasema ni sababu ya usimamizi wako, lakini pia na serikali iliyo chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa kuleta maendeleo katika mkoa wa Kagera. Mheshimiwa, tunashukuru. Pia tumewafahamu Wahaya <laughs> <laughs> Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru na, na tukupongeza kwa kuendelea kuhamasisha wale na vyakula vingine, na hakika mnafanya vizuri. Ndugu <coughs> zangu waandishi wa habari wa tumefikia mwisho wa programu yetu kwa siku ya leo ambayo mkuu wetu wa mkoa wa Kagera, ameanza rasmi na tutakuwa tunaendelea na hizi programu, na tarehe tatu tutakuwa na mkuu wa mkoa wa Katavi. Kwa hiyo waandishi wa habari wa tunaendelea kuwakaribisha tunaomba taarifa hizi ziwafikie wananchi ili waweze kujua serikali yao inafanya nini huko mikoani. Basi baada ya kusema hayo tunawashukuru tena. Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa Idara ya Habari MAELEZO, makao makuu ya nchi Dodoma, ni mimi Richard Mwekenda wa blogu ya taifa ya CCM.